Waziri kiongozi wa baraza la mawaziri nchini Kenya, Musalia Mudavadi, ameunga mkono kauli ya rais Dk Samia suluh Hassan ya Mei 19 mwaka 2025 kuhusu wanaharakati kutoka nje kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Akizungumza na kituo cha televisheni cha Citizen, Mudavadi alisema kwamba kauli ya rais Samia ina ukweli na kwamba ingawa Kenya inaheshimu uhuru wa maoni, kuna wakati ambapo wanajamii wanakosa adabu na kuvuka mipaka. Sitaipinga, sitaipinga kauli ya rais Samia kwa sababu nadhani kuna ukweli ndani yake. Tuangalie hoja kadhaa: kiwango cha adabu, matusi tunayoyaona Kenya. Pamoja na kuwa tuna uhuru wa maoni, kuna wakati tunavuka mipaka. Amesisitiza Mudavadi wakati akijibu swali la mwandishi Ivon Okwara, ambaye alihoji kama serikali ya Kenya ina mpango wa kuchukua hatua za kulalamika za kulalamika kidiplomasia, hasa juu ya hoja ya watovu wa adabu. Rais Samia anasema watu wanavuka mipaka katika kutoa maoni Kenya, huo ni ukweli, Mudavadi anaeleza. Mimi ni Mkenya pia. Ukweli ni kuwa namna tunavyofanya mambo na tunavyoongea, kwa sababu kuna uhuru wa maoni, hakuna heshima, Mudavadi alisisitiza. Wakati huo huo, msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura Amesema kuwa Tanzania ina haki ya kikatiba ya kuzuia kuingia kwa watu kutoka nje ikiwa inatambua kuwa mtu fulani hatakiwi kuingia kwa sababu ya masuala ya usalama au mipango ya nchi. Akijibu kuhusu hatua ya kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu Wili Mutunga na wanaharakati wengine wanne kuzuiwa kuingia Tanzania. Msemaji huyo amefafanua ya kuwa ikiwa serikali ya moja ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki itaamua kumkataa mtu binafsi kuingia nchini mwao ina mamlaka ya kufanya hivyo. Amesisitiza kuwa serikali ya Kenya inaheshimu uhuru wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na haiingilii maamuzi ya ndani, nanukuu, ikiwa wameamua hivyo, huo ni uamuzi wao. Hatujui kwa nini watamzuia mtu na serikali yake na serikali ya Kenya haihusiki, amesema akiongea Mnamo Mei 19 mwaka 2025 rais wa Tanzania, rais Dr Samia Suluhu Hassan alionya juu ya wanaharakati kutoka nje wanaoingilia mambo ya Tanzania, na wengi wakihusisha kauli hiyo